Ndugu mkurugenzi na ndugu washiriki, niwapongeze kwa uamuzi huu, kwa sababu Kigoma ni mkoa mkoa wenye fursa nyingi za kiuchumi na jamii. Wananchi wetu wanashiriki pia kwenye biashara mbalimbali hapa mipakani na jirani, hivyo ujio wa kampeni hii utahamasisha zaidi wananchi wengi zaidi kupata kinga ya hifadhi ya jamii. Waajiri kuhakikisha wanawaandikisha wafanyakazi wao na kuwasilisha mchango kwa wakati, kama alivyosema mkurugenzi mkuu kwa kufanya hivyo, watakuwa wanapaka rangi staa yao iendelee kung'aa, naamini hapo nipo sawa. Vilevile, kwa wale waliojiajiri na ambao tayari ni wanachama wa NSSF, tumesikia mkurugenzi mkuu amesema kampeni hii itawahamasisha kuendelea kuchangia bila kukoma. Waajiri, wanachama na wadau wa NSSF mliopo hapa, naamini mtachangamkia fursa zilizopo NSSF kama alivyoeleza mkurugenzi mkuu ili mwendelee kuwa mastaa wa michezo. Jambo hili la kuwajumlisha hawa waliojiajiri katika mpango huu ni la like kihistoria, kwa sababu kwa mara ya kwanza sasa katika nchi yetu tunapata nafasi ya sisi tuliojiajiri kushiriki katika hifadhi ya jamii na kuhakikisha kwamba tunapata mafao yote yale ya muda mrefu, mafao ya uzeeni, mafao ya mirathi, mafao ya kuumia yale ukipata uki, uki, ajali lakini pia mafao ya muda mfupi, kwa mfano matibabu kadri ambavyo ameeleza e, eh, kaimu mkurugenzi wetu wa uendeshaji na pia mafao ya uzazi. Yote haya yanapatikana wakati wewe ni mwanachama wetu kupitia mpango huu wa uchangiaji wa hiari. Sasa nasema hiyo ni historia, kwa sababu e, eh, hilo halikuwa halijafanyika hali, hali, hali huko nyuma, na napenda nitumie nafasi hii kumpongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari eh, Samia Suluhu Hassan kwa kutambua kwa kiasi kikubwa mchango wa, waliojiajiri kutambua na kutathmini mchango wao, na ndiyo maana alitoa agizo la kuhakikisha kwamba tunakuja na skimu ambayo itahakikisha wote waliojiajiri na wanaoweza kuchangia wanachangia katika mfuko wetu katika skimu hii ya hifadhi eh, skimu eh, uchangiaji wake ni shilingi elfu thelathini kila mwezi, lakini tumerahisisha huu uchangiaji kwa maana kwamba unaweza kila siku atoe elfu moja moja na pia unaweza ukatoa michango ya mwaka mzima kwa mara moja, lakini ikitokea kwamba e, mwaka haujaenda vizuri, hasa kwa wale wanaopata e, mapato yao ya misimu, kwa mfano wakulima kwamba msimu haujaenda vizuri, basi msimu unaofuata anaweza akafidia michango ya mwaka mzima nyuma. Na tumeenda kidigitali zaidi, kwa maana kwamba kuchangia, kujiunga haukuhitaji uje katika ofisi zetu za NSSF, unaweza ukaingia kwenye simu yako, tumeenda kidigitali zaidi. Ukiingia kwenye simu yako ukabonyeza star mia moja hamsini na mbili star sifuri sifuri, reli itakuongoza, ukaenda namba tatu, ukaenda namba sita, katika simu ya kawaida kabisa, wala sio lazima uwe na simu janja, simu ya kawaida kabisa, basi unaweza ukajiunga ukajisajili unaweza ukalipa mchango wako kila mwezi au kila siku au kila wiki. Tumerahisisha kutokana na mazingira ambayo watu wetu wapo. Kujiunga ni muhimu sana, kuchangia ni muhimu sana, kufata mifumo ni muhimu sana kwa sababu ukijiunga eh, ukachangia, kwa mfano kuna sehemu ya afya. Unapata matatizo wewe, wewe ukipata matatizo familia yako inahangaika saa zingine haina kipato, lakini NSSF wanasimama mbele yako. Mimi nimehamasishwa juzi, namshukuru Mungu, nimejiunga na sasa ninayaona matunda ya NSSF. Tunakabidhiwa mtungi wa gesi kwetu akina mama lishe, itatupa nafuu ya kazi zetu, tutafanya kazi zetu kwa urahisi. Mchuzi umepoa kaja mtu anakuambia anataka supu, imepoa kwanza kupepea mkaa, upambe moto, unaweka tu gesi lako pale, maisha yanaenda.